Injili ile ya Yohana sura ya tatu, anasema kwa jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunaona kabisa kwamba asili ya Mungu mwenyewe upendo. Na tafakari asubuhi ya leo baada ya kusanyiko hili kubwa, je, moyoni mwangu nimejaa upendo wa Kimungu? Hebu muangalie kwanza jirani yako. Umwangalie sura yake vizuri. Ana sura ya Mungu. Tumsikie Yesu Kristo. Muangalie vizuri iki, ikiwezekana muulize jina lake, alafu kuna kipindi ambacho tumeendelea kuombeana, umjue jina lake basi. Hebu muulize jina lako na mbio kwa nani na

na jirani yake na jumuiya yake, wewe hata msalimiani. Lakini tumekuja wapi? hapa kwenye mafungo atin

Anaonyesha picha ya uhalisia wangu kwa yeye, mwenyewe aliteseka akafa kwa ajili yetu, akatupa na sisi kwa, na tuseme kwa upendo wa jamani na Kristo. Ndio maana hebu tusalimie sala ya mapendo, hebu tusalimie kutoka kwenye kilindi cha Mungu, sala ya mapendo lazima tusalimie basi, na baba na kupenda zaidi ya chochote. Kwa nini? wewe mwema, ndio <mikana> mwenye kupendeza kwa kupenda na kani basi Hauwezi kuwa na upendo bila Yesu, kwa ili yake yaani kwa ajili yake, kwa upendo wa Kristo, ule upendo wa Kristo tu kristu votusuuuanukize kama uwezi kuwa na upendo, Mungu akusaidie, Mungu atusaidie. Hata kama uko hapa unakwenda kumsaidia mtu, lakini ndani yako hakuna upendo, ni kazi muda naona kwa Biblia na tutakuwa na muda mchache ukinoti. Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na tatu anasema nijaposema, kwa lugha za malaika, kama sina upendo, mimi si kitu. Nikizitoa hata mali zangu zote niwagawie masikini, kama sina upendo, mimi si kitu. Anasema hata nikitoa mwili wangu huu uungue moto

chemichemi ya uzima. Ukikosa amani, utaumwa presha, utaumwa vidonda vya tumbo, kila mmoja utakuwa, kwa sababu moyo wako wote hauna amani, hauwezi kusamehe, hauwezi kumda wote tosiezesastati